na hii ni baraka 1 tv moja kwa moja kutoka nchini jamhuri ya kidemokrasia ya congo na mimi ni rajabu wakili kabonga ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku tafadhali like pia subscribe baraka 1 tv tuko pia facebook pamoja na tiktok like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati kwanza ni mtasari wenye wa habari za moto Walikale, FRDC wazalendo washambulia vikali na kuchoma ndege ya M23 na gari la kivita. Kivu ya Kusini, M23 wanatumia wakongomani ili kuchonganisha wazalendo na raia. Kinshasa, mshahara wa FRDC wapewe pia wazalendo ni maoni ya wasikilizaji kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na wachambuzi wa siasa. Na ikiwa ni tarehe ishirini na nane za mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano ambako huku unasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa kumi na mbili saa za Afrika ya Kati, saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele Shabani Lekingi Selemani Mkiwa mkiwamo, nasikiliza Baraka1 TV, tembele ya Baraka1 TV Channel 2, hili pia kuweza kukutana na matukio mbalimbali ambayo mbali yako na zidi kurindima nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka pia operacion sadia muzalendo bado iko inaendelea na kama bado hujaungana na operation hiyo, tafadhali wasiliana na namba za Baraka One TV ambazo uko unaziona kwa screen yako hapo, na moja kwa moja utaingia kwenye kuchangia kwa ajili ya operation sidia mouza lendo. na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Walikale, ambako FRDC wazalendo washambulia vikali na kuchoma ndege ya M23 pamoja na gari la kivita. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FRDC limefanya kazi kubwa na kuonyesha uwezo mkubwa hiyo tarehe 27 za mwezi wa tatu 2025, kwa kushambulia uwanja wa ndege wa Kigoma huko maeneo ya Walikale na kufanikiwa kuchoma ndege na kusambaratisha kabisa gari kubwa la kivita la magaidi wa M 23 Alliance Congo pamoja na RDF. yote hayo yalikuja baada ya ndege kutoa zaidi ya mara tano ndani ya uwanja huo wa Kigoma huku ikileta silaha pamoja na wanajeshi wa RDF kutoka nchini Rwanda. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC walitumikisha drones na sokoi kuwatwanga magaidi hao wa M23 huku asara kubwa ya silaha zote walizozileta kuweza kuchoma moto pamoja na gari kubwa la kivita. Licha ya magaidi hao wa M23 Kongo pamoja na RDF kutangaza kujiondoa, lakini bado wali kuwa wamedanganya na hivyo kuendelea kujipanga upya. Kipigo hicho kitafanya e, mbolea za RDF kuzidi kuimarisha udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasema hivyo Wakongomani wenye kusupoti nchi yao, pamoja na wazalendo na jeshi lao la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC. Upande mwingine, eneo la Kirundu wazawaza wamewatwanga magaidi wa M23 huko Kirundu. Kirundu inapatikana ndani ya groupement ya Banabangi ikiwa ni kilometa kumi tu na makao makuu ya tarafa ya Walikale. Sehemu zingine ambako pia wazawaza waliamsha popo ni pamoja na kijiji cha Shabunda na Mutakato, kilomita 27 na eneo la kuelekea Masisi Centre. Hii ni Baraka 1 TV na baada ya taarifa hizo kutoka huko Walikale ambako majeshi ya jamhuri kidemokrasi ya kidemokrasia ya Kongo, FRDC na wazalendo wamefanya kazi kubwa ya kuwashambulia vikali magaidi wa M23, na moja kwa moja kni tubaki huko huko maeneo ya Kivu, e, tushuke Kivu ya kusini ambako M23 wanawatumia wakongomani wengine ili kuweza kuchonganisha wazalendo pamoja na uraia. Moja kati ya watoto wa Kivu ya Kusini, Jenerali Maheshe ametangazwa kula mshahara wa M23, na na hivyo kuweza kumgombanisha yeye mzalendo pamoja na raia wanaoishi ndani ya tarafa mbalimbali mbali, jimboni Kivu ya Kusini pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kati ya mipango ambayo inatumikwa na M23 ya kujaribu kuwagombanisha wakongomani pamoja na wazalendo ni kutumia mbinu ya kwamba fulani amekula rushwa ya M23 fulani anaosaidia M23 ili waweze kuleta chokochoko kati ya wazalendo pamoja na wa raia wa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi na zaidi, huyu hapa mwenyewe Jenerali Maishe akizungumza ni nini ambacho kilitokea mpaka kufikia kwa hatua hiyo. jambo jambo, Wakongomani na wasalimu nyinyi wote kwa jumla. E, nilipende niwasalimu hapa na nibaonyeshe kama kuna maneno ambayo mko muko munafata group kwa rezo sosio, e kusema mimi nimekula makuta ya adui e. Lakini nimesema asanti sana kwa ule mtu mwenye amefanya ile audio, sababu ajuwe vyenye alifanya ni batu benye balitoka Shabunda banokea banokea, tusaidia ku kooperasio yenye tuko tunapiga. Walungu kufika Walungu bado tuyanza hata vita, bakaanza nyanganya mali ya populasio, kukula mambuzi za batu, kukula makuku za batu, matelefone za batu, zisipite mbele kufika mumahopitali. Kwanza mnaweza uliza hata hopitali moyo ya Veda Burale, kisa balifika pale, wakafunga baminganga makamba, hey bakafika Kanyola trakaseri bakafika Walungu bakakula mambuzi. Wakati mimi nilikatala kusema kama sikubali habari kama na ile kusema watu wanaweza gandamiza population vile naniko na, naona ndio bali bali ni kirele ile dossier. Wakati walikosa kisi ya kukimbia, bana shindwa na vita banakosa kukimbia kurudia kwabo Shabunda, ndio bakani kirele dosia kusema aseme nimekula makuta ya adui. Mimi ni mzalendo wa kweli tena wa kuenea, hakuna siku moja nitakulaka makuta ya adui. Mi nilianzaka piga mtusi depuis 96 oh. okay, okay, okay. Wenye wako washahidi wangu ni populasio ya Walungu, ni population ya Shabunda, ni populasio ya Mwenga, ni population ya Ninja, njo maeneo zenyewe minafanya kaa kazi ile depuis zamani, bale njo mashahidi yangu na ushahidi yangu ya pili ni adui kisi. Niko napiga adui, niko napiga M23 mahali kote kwenye anapatikana. Kwanza hivi tuko tunaongea na nyie saa hii, niko napiga adui Burale. Jana nilimupiga Mulamba nikabatawanyisha eh, lakini ule mtu anasalire jina yangu, njoo mimi napenda nibaoneshe wa Kongomani ule ni adui. Iko saa yeye ndio alikula makuta ya, ya adui bakamulipa kusudi aharibishe reputasio yangu, sababu ameona kama kazi niko nafanya ya kusaidia nchi ya kusaidia populasio ni kazi nzuri sana ndio ule maana ule mutu alifanya ile audio. Mimi nimeonesha kama ile audio mtupilie mbali sana, na mujiransenye kwa maeneo zenye tunapatikana kwa sasa. Muulize populasio ya Nzibira, populasio ya Mulamba, Nyamarege, Burhale, Walungu, Kanyola, Mubaulize bwalenjo batakuwa bashaidi yangu, muulize na komanda rejima wa FRDC mwanyiko nyamareki, kolonel Kopernik, bamuulize ile ilenjo kilapo yangu, na siku nitakulaka mali ya nani, makuta ya adui ile siku nisikanyaka tena kubudongo ya Congo omweni kufi. Aksanti, ni mutotenyu General maeshe kahasha simba wa Nkutu, commanda des opérations kwa upande mwingine pia Wakongomani lazima wanaombwa kuweza kuwa makini na kuna watu ambao wanapewa pesa vilevile ili kuweza kuchafua jina baadhi ya makamanda kama marehemu Kibukila, huku akisadikika kuwa aliuliwa kwa sababu alikuwa tayari amekwisha kula fedha za magaidi wa M23. Habari zote hizo ni habari za uongo ambazo zinatengenezwa tu ili kuweza kuwapiganisha wazalendo pamoja na raia. Mengi na zaidi, hebu tusikilize ujumbe huu. Mbali. Lakini ndapima kuambia batu kitu kimoja, M23 iko na strategie mingi ya kuua batu, ya ngufu batu benye biko na pigania inchi. M23 iko na baua munjia za mingi, ndaanzia kunivou ya Goma, ndaanzia kwa General Chirimwami M23 ilishindwa ingia Goma wakati ya Chirimwami juu Chirimwami alikuwa anapiga M23 sana, lakini M23 ikaitilize strategi ikaakize maki. M23 ikalipa mtu ule, mtu aende tangaza kama Chirimwami anaanza suteni M23. kusudi shipeke kushipeke, tuue Chirimwami na kiukweli, bilifanyika na Chirimwami alikufa bakasema banaua tretre lakini apre kuwa tretre, Goma ikakamatika. Eske kweli Chirimwami alikuwa tretre? Tuendeleye Fizi, baliwo mwe banaita mutetezi. Mtetezi balimwingizia komplicite ya kusema keno, yeye anaza kolabore na M23, bakaparvenir kuwa mtetezi, lakini mie nilijua mtetezi tetezi alipigana na M23 kulikuwa kuishapita miaka, alipigana na Banyamulenge muho plateau kuanzia Fizi centre alikuwa anaendelea mpaka Kipupu. Kipupu ni muteritwari ya Mwenga, na ule alikuwa anapiga Munyamulenge kila siku iendayo kwa Mungu, nalireipere na teritwari za mingi, na ule alikuwa mzalendo wa nguvu sana. Lakini M23 balijikaza, bakaingiamo batu babaye bale batu babae baka Mgeuzia Kiswahili aseme anaanza pokea makuta ya makuta ya M23, bakawa komanda mtetezi banamwita Ebwela Kibukile Musisao. Hapa ke batu bali monte hapa ma message wakati ya M23 inapanda walungu inashindwa pita. Mzee kaasha foka maiki anafungia M23 Musisao kama bali mgeuzia Kiswahili kianaanza soutenir M23 politique ilikuwa mutu mumoe atoke auwe mzee auwe mzee fo kama maike, lakini Mungu akasaidia haikufanyika. Munasikia aba aba batu bale batu ile Kiswahili munasikia pale, njo bale bananza ingizia muzee maheshe naye, ile ni bongo sana, musisede ku ile maneno ile ni maneno ya bongo, vile njo kisema 23 iko naitilize batu kusudi ba uwe mtu mwenye iko foro mu ekipe na sio, mpaka siku gani ndio mutaelewa ile M23. Ishaanza fanya kikupa, franka unakatala makuta, bana angalia mutu mwingine, mwe batazipatie mu ile ekipe yako, wala mutu mwenye benye mko napo, bale watu banakukia kugeuzia Kiswahili, weke wewe ulishaanza soutenir M23, kisha benzako banakukatala na pale pale banakuua. Ndio Kiswahili yenye kuafanyika ile bashi ulabe hali ubone hali ulabe bwinja inchi naenda. M23 iko na front za mingi. M23 haina nguvu kufro ya masasi haina nguvu mena, iko na tumikisha bule ma strategy bwa vile juu ya kugabula batu juu ya kuua batu ya nguvu, kusudi batu kamate na batu domine. Nina zani ni wakati ya kufunguka macho. Mtu azidanganyika defu, ukidanganyika defu mako unakuwa kiwerewere. Tujikaze, tufunguke macho na ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV kokote ambako unakuwa huko, unasikiliza matangazo yako matangazo yetu, sukumradhi, asante sana, na pia kuendelea kujiunga na Baraka1 TV membership ambayo iko YouTube Fanya hivyo ili kuweza kuendelea kuisupport Baraka1 TV, ama pia unaweza kunandikia kwa WhatsApp kwa namba ambayo huko unaiona hapo, na kuhitaji kuingia ndani la group la WhatsApp la Baraka1 TV, dola 15 kwa mwezi, dola 10 kwa mwezi, yote inategemea na nini ambacho unataka ikiweze kufanyika. Unatusikiliza kutoka maeneo ya Australia, Canada, USA, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Uvira, Fizi, Misisi pamoja na kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kusahau Afrika Mashariki pamoja na kati Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania pamoja na nchi zingine. Usisahau pia kutembelea Baraka1 TV Channel 2 hili kukutana na matukio mengine ambayo yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo tuingie huko maeneo ya Kinshasa ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanya hatua kubwa, mshahara wa FRDC wapewe pia pamoja na wazalendo. Baada ya serikali kutangaza kuongeza mshahara kwa askari waliopo kwenye uwanja wa vita, hatimaye ukweli sasa umeonekana tayari wanajeshi wamekwisha kuanza kugusa maokoto yao, kitu ambacho kimewafanya wachambuzi wa siasa pia kuweza kuitaka serikali isiishie tu kwa FRDC maana FRDC pia wanakuwa hawa aminiki, ndio waliosababisha baadhi ya miji kuweza kuangukia mikononi mwa magaidi wa M23. Kwa matiki hiyo, inatakiwa pia na waza waza waweze waza wa kufaidika na mshara huo kutoka serikalini. Mengi na zaidi, sikiliza ujumbe huu. Rais amepatia wasoda FRDC franga, ni vizuri kupokelesha wasoda franga, haiko mbaya kama vangelijua kama ni vasoda na vakona mshahara me, hata vapatie franga, havataamini kama ni vasoda na vanajukumu la kupigania inchi. Njo shida yenyi ye, iko pale, amewapatia ile franga saswasa, dola franga mingi Rwanda banapokelesha bo 35000 franco rwande yenye haifike na msenga dola, lakini banatoa maisha yao, wanaenda ku, kufia mukongo kila siku kila siku. Mukongo njo bako banapata franga sababu banachimbula maminere zetu, njo navo wanapata kafaida, lakini mshahara ya pei yavo ni franga zenye ziko chini sana, wa hali ya juu havuke 50,000 eh, lakini cha kushangaza vale venye wanapewa zile franga ni vale vale vatauzisha tena, pei ni valevale vale tena batatetemeka juu ya franga, ndo shida tuko nayo.

hapana kuzipatia ba general ba colonel benyi bakubana uzisha inchi yetu aziime wale basoda ya chini benyi wale enyi kama atabapatia franga asiime muzalendo franga apatie muzalendo franga junjo soda junjosoda mwenye tuko naye mwenyi tunaaminia leo eh na, mie niko, niko na mtoto mwenye iko kwa, askari niko naye lakini miye mi sione FARDC, mi naona wazalendo paske juu wenye wakuwa wanatoa maisha yao juu wenye wakuwa wanajitoa juu ya raia, kulingana na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kuonekana kwa RDF kuzidi kujiimarisha nchini DRC bado kuna wapa mambo joto. Wachambuzi wa siasa na wanaharakati huku wakisema kwamba waache waje, maana ujio wao ni mbolea na wote watabaki ndani ardhi ya Lumumba. Wale wenye walitoka Rwanda, wanawashusha walikale, wataishia kule kule, hawatarudiaka Rwanda, ile ni mbolea ya udongo mubaache bashushe ba pale na silaha zitalungula pale pale tu. E, babalete tu, hakuna shida. Kagame asiki yake vile vyanyuli, sema jana aseme Kagame bali, Rwanda balifanya kikao, je James Kabarebe na wale bale ba bageneral bakafanya kikao. Ni mafantasy zile, bale ni batu ya bongo balishakalainiwa. E, bana endaka bana kuba na bifanya na banafanya vikao vingine ya gusukuma basoda vilevile vile, vile, vile, vile. Njo vile balivyo, sababu balishaka lainiwa iko sawa. Mungu alishabatosha batoshako mikono sasa, inaomba baishie mkongo kubudongo ya Congo, njo baende babalizikie, sababu habasikiyake habasiki yake, haba yake. Bale ni bafarao pire farao pire farao, akili zao ni zenye kufa. Akili zao zilishaka kuharibika. Mie mara nyingi mi nasemaka, kati ya hao ndugu hakuna Mkristo, hakuna mutu awezi nidanganya niko pasteri na iko mtusi. Mi nasema bongo yako ni wauaji tu, bote kwa ujumla ni famiye ya wauaji ya batu babaye habana moyo wa uruma, eh. Na Mungu atabafikisha kumwisho sawa sawa, na vile aliangamiza taifa lao mu Egypte, nanjo vile bataishaka vile vile batamalizika, sababu bako na laana, na rais wabo hasiki yake nanjo mwenye atabamalizia, akisha bamalizia, naye anakufa hey. Sawa baba lete tu baba lete, baba lete Uh, kitu kenye tunaomba rais atoshe macho mubazungu ba Amerika, atoshe macho mu bafransa, aseme ba ba francophone banakuya kufanya kikao Kinshasa, ba ambassadeur bale bale njo benye bako banaambia batutsi, muendelee na, na kazi muendelee na kazi francophone niye kwanza ile lugha haiko luga, luga. Yenyi bakongomani bangejifunia aseme wako na lugha batie lugha yetu moya ya national di Congo, njo batie kumasomo baifundishe watoto yetu batoshe za zabazungu za batoshe zile uga iseme sawa ni lugha ingine tu, lakini asiweke kuwa lugha nationale ya pei ale watu ni vato babaya atoshe mawazo mu ba francophone aitoshe eh. Mushiki wabo anawe si enjo anasimamia si francophone mpaka leo, na enjo iko napanga vita ya Kongo gisi bataenda kumaliza wa Kongo man francophone francophone, basema ki France. Si njo benyi banatumaliza bale ba deputi national bote benyi wa komule si ni basema ki France venyi vakuwa specialist mu mulugha ya Kifaransa, lakini njo venyi wako wanamaliza vakongomani wa wanauwisha vakongomani wa mia. Hakuna mtoto mwenyimi naweza somesha tena Kifaransa, hakuna zero. Bangu vako wanasoma Kiswahili na Kiingereza, basi waishie paa. Ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, asante kuendelea kuwa pamoja na sisi na kuendeleza kufuata matangazo yetu. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Tarehe ishirini na nane za mwezi wa 3, 2025 ambako tunakwenda kung'oa nanga kwa asubuhi hii ya leo. Tukutane majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa 12 jioni. Saa sita tutakuwa na muda mzuri kuzungumzia hizi harakati za Walikale. E, nini ambacho kimefanyika Walikale mpaka sasa hivi. E, magaidi wameweza kupata kipigo kitakatifu ambacho ndege kutoka Rwanda iliyokuwa inakuja kushusha silaha na wanajeshi kuweza kupata e, makombora ya drones pamoja na sokoi. Na pia saa tisa tuzungumzie, tunazungumzia mambo mengi tu.